Hali gani, mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuzia yale yalojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE. Habari: Dkt Samia aahidi kukamilisha ujenzi wa bandari ya Bagamoyo. Waziri Mkuu Majaliwa asema serikali itaendelea kuwekeza kwenye huduma bora za magonjwa ya moyo na katika habari za kimataifa Rais Zelensky alaani shambulio la Urusi dhidi ya Ukraine. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie kwa mgombea wa nafasi ya uraisi wa chama cha mapinduzi CCM, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, amesema kuwa endapo wananchi watampa ridhaa ya kuongoza nchi, serikali itajenga bandari ya Bagamoyo itakayokuwa na gati za kisasa na ndefu ambazo zitakuwa na uwezo wa kupokea meli kubwa zaidi kama ilivyo bandari ya Dar es Salaam. Dokta Samia amesema hayo wakati akizungumza kwenye mkutano wa kampeni za kuwania uraisi, ubunge na udiwani kuelekea uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29, 2025 katika viwanja vya Sabasaba kwa mbonde Kibaa mjini mkoani Pwani siku ya Jumapili, Septemba 28, 2025 ambapo amesema kuwa bandari hiyo pia itaunganishwa kwa reli ya SGR kwa kipande cha kilomita 100 kutoka bandari kavu ya Kwala hadi huko bandari ya Bagamoyo. Aidha, bandari ya Bagamoyo itajengwa sambamba na eneo maalum la kiuchumi la hekta 98 takalochochea uzalishaji na kuvutia uwekezaji wa viwanda. Tumekamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa mradi wa bandari na eneo huru la biashara. Tunaenda kutekeleza mradi huu kupitia mamlaka ya bandari Tanzania, shirika la la reli la Tanzania, na pia sekta binafsi, hususan kwenye kongani za viwanda huko. Lazima tuyalike sekta binafsi ingie, tufanye nao pamoja. Baada ya kumaliza akiba, Dr Samia amefanya mikutano mingine miwili kuelekea Chalinze na Msata, ambapo huko amezungumza na maelfu ya wananchi akiahidi kuwa endapo atampatia kura atahakikisha atatekeleza miradi ya maendeleo ikiwemo elimu, afya, maji, barabara na mengine. Kwa upande wake, rais mstaafu wa awamu ya nne Dr Jakaya Mrisho Kikwete amesema kuwa nchi ya Tanzania ni yenye umoja ingawa ina makabila mengi, hivyo imemhakikishia ushindi Dr Samia ifikiapo Oktoba 20 9 mwaka huu umezikabili kwa mafanikio changamoto zinazowakabili wananchi wa mkoa huu, tena umezikabili kwa ufanisi, kwa umakini na ujasiri mkubwa. Mcheza kwao kutunzwa. Umetutendea mema mengi, umetutendea mazuri mengi. Ni wajibu wetu sasa kukulipa mema. Tutakulipa kwa wema uliotutendea, tutajaza kura kwa wingi mpaka zifurike kwenye sanduku la kura la raisi wa wa Jamhuri ya Muungano Tanzania, nao wagombea ubunge akiwemo wauridhi wani Kikwete wakiomba kura kwa wananchi wameeleza mafanikio yaliyopatikana ndani ya kipindi cha miaka minne inayoongozwa na d Samia. Kampeni za uchaguzi mkuu zimeendelea mkoani Pwani kwa mgombea wa rais kupitia chama cha mapinduzi CCM, Dktari Samia Suluh Hasan ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna adi sera za ilani ya chama hicho kwa wananchi na kuwaomba kura kumpa ridhaa ya kuongoza nchi 2025 hadi 2030.

Waziri Mkuu Kasim Majaliwa amesema kuwa serikali itaendelea kufanya uwekezaji wa kutosha ili kuhakikisha Watanzania wanapata huduma bora za magonjwa ya moyo na mishipa. Mrisho Mapeo ameeleza zaidi. Amesema kuwa uwekezaji huo unaenda sanjari na dhamira ya kuendelea kupunguza gharama ya matibabu hayo kwa kwenda nje ya nchi, hivyo kusaidia kuokoa maisha ya Watanzania. Amesema hayo Jumapili, Septemba 28 alipokuwa mgeni rasmi katika mbio za hisani za Saifi Marathon zilizo kuanzia na kuishia katika viwanja vya Green Park Oyster Bay jijini Dar es Salaam ambapo amebainisha kwamba serikali ya awamu ya sita itaendeleza katika ununuzi wa vifaa vya kisasa vya kutoa huduma za uchunguzi. Kuimarisha utamaduni wa kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara. Hii inasaidia kugundua matatizo ya kiafya mapema kabla hujaugua na kupelekwa hospitali. Kwa wizara yetu ya afya na, na wadau wote sife kiwemo Endeleeni kuimarisha elimu kwa Watanzania na tushirikiane na taasisi nyingine, viongozi wa dini, viongozi wa kijamii, wasanii na vyombo vya habari, ili kuwafikishia ujumbe wa Watanzania popote walipo, kwa maana ya kutaka kuwafanya wajikinge na magonjwa yasiyoambukiza ambayo ni hatari sana. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI, Dr Peter Kisenge amesema serikali itaendelea kutekeleza sera ya afya ya mwaka elfu mbili na saba ikilenga kuboresha huduma za magonjwa yasiyo ya kuambukiza ikiwemo shinikizo la juu la damu na kwamba huduma hizi zitatolewa katika ngazi zote za vituo vya huduma za afya nchini Tanzania. Takwimu za mfumo wa ukusanyaji taarifa wa DHS zinaonyesha ongezeko la wagonjwa wa shinikizo la damu mwaka 23 24, kumekuwa na wagonjwa milioni 1,736,502 hadi kufikia wagonjwa milioni 1,777,755 mwaka 24 25, ikiwa ni ongezeko la wagonjwa elfu 41 na hii ni kama asilimia 95, 98 miongoni mwa magonjwa yasiyoambukiza, shinikizo la damu ndilo linaloongoza kwa idadi ya wagonjwa wanaopata matibabu katika vituo vya huduma za afya. Awali mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Seifi Murtaza Alibai amesema kuwa dhamira ya mbio hizo hazijaishia kukimbia pekee bali zinalenga kuelimisha jamii na kusisitiza kinga ya afya. Aidha, mikakati ya hospitali hiyo inaunga mkono dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka elfu mbili na hamsini inayosisitiza maendeleo ya watu. Asante sana, Mrisho Mapeyo, kwa taarifa hiyo. Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Mhandisi Mwajuma Waziri amemwagiza mkandarasi mradi wa maji wa miji 28 katika miji ya Korogwe, Handeni, Muheza na Pangani kufanya kazi usiku na mchana ili kukamilisha haraka utekelezaji wa mradi huo. Ellen Manyangu ameandaa taarifa zaidi. Agizo hilo amelitoa alipotembelea mradi huo kujionea kasi ya utekelezaji na kubainisha kuwa utekelezaji wa mradi inaridhisha lakini bado mkandarasi anapaswa kuongeza jitihada za ujenzi katika eneo la mtambo wa kuchuja maji kwani hakuna changamoto yoyote eneo hilo. Mradi huo unatarajiwa kuzalisha lita milioni 51 kwa siku na mpaka sasa umefikia asilimia sabini ya utekelezaji na unatarajiwa kukamilika Disemba 2025, na kusisitiza kuwa agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassani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 Kikisha, ili kuhakikisha ile adhma ya kuweza kumtoa mama mwanamama ndo kichwani katika huu mkoa wa Tanga inakamilika kama ambavyo ilivyopangwa. Mradi huo wa maji wa mji ishirini na nane katika mji wa Korogwe, Handeni, Muheza na Pangani unatumia maji kutoka mto Pangani na ni moja ya hatua muhimu ya utekelezaji wa gridi ya taifa ya maji ambayo inalenga kutumia vyanzo vya uhakika vya maji. Asante sana Ellen Manyangu kwa taarifa hiyo. Katibu mkuu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi, Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa amesema CCM bado ina wajibu mkubwa wa kufanya mambo makubwa kwa wananchi ya kuwaletea maendeleo, ikiwamo kutatua kero na changamoto zinazowakabili, licha ya kuwa chama hicho kimejinasibu kimetekeleza kwa kiasi kikubwa ilani ambayo ilikuwa na malengo yaliyogusa moja kwa moja maisha ya wananchi. Hivyo ni vyema wananchi wakaendelea kukiamini kwa kuwachagua wagombea wake katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Taarifa yake Josef Ndao inasomwa zaidi na Mrisho Mapeyo. Dkt Bashiru ameyasema hayo wakati akiwa katika mkutano wa kampeni akiomba kura kwa wananchi katika viwanja vya shule ya msingi Kanyenye, manispaa ya Tabora, ambapo amemnadi mgombea urais kwa tiketi ya CCM, mgombea ubunge jimbo la Tabora mjini na mgombea udiwani kata ya Kanyenye kika katika kipindi cha Dkt Samia kilimo hiki kimeimarika kili kili kuliko wakati wowote wa historia wa ya nchi yetu. Ndio kipindi ambacho tunazungumzia kupata matrekta kwa gharama nafuu. Ndio kipindi wakulima wamepata mbolea ya ruzuku. Ndio kipindi ambacho bei za mazao zimeimarika. Ni kweli bado tuna kazi kubwa ya kufanya kwenye sekta zote za maendeleo, bado tunatamani kufanya vizuri zaidi. Lakini bado tumefanya vizuri zaidi kwa kipindi, kipindi kifupi cha uongozi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa upande wake, mgombea ubunge jimbo la Tabora mjini kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Hawa Mwaifunga amesema CCM ni chama kikubwa barani Afrika, hivyo amewaomba wananchi kuendelea kukiamini ifikapo Oktoba 29 mwaka huu ili waendelee kunufaika na fursa mbalimbali zitolewazo na serikali inayoongozwa na chama hicho. Hatuta! mtanufaika na fursa zitakazotokana na viwanda hivyo. Niwaombe sana vijana, fursa hizi mzichangamkie, kwa sababu tusiache vijana kutoka maeneo mengine wanakuja kuchangamkia fursa sisi tukabaki walalamikaji. Tuseme kwa sababu waliona, naweza nikafaa hapa peke yangu nitakuwa na kura ya ndio na hapana. Nawaomba tarehe 29 nipate kura zote za ndio kwangu mimi Gula Muhsin. Lakini naomba tarehe 29 tupate kura zote kwa hawa Mwaifunga. Lakini mwisho kwa kiongozi wetu wa chama Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu tupate kura zote tatu ili kusudi twende tukashirikiane kuhakikisha maendeleo kwenye kata hii yanakuja. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Wazazi na walezi wametakiwa kuwekeza elimu kwa watoto wao, maana kufanya hivyo ni kujiwekea akiba kwa kuhakikisha watoto wanapata elimu ya misingi na sekondari ili kuwajengea misingi bora katika maisha yao. Mwavita Mkondo ameenda taarifa zaidi kutoka mkoa ni Shinyanga. Wito huo umetolewa na mdhibiti wa ubora wa shule halmashauri ya manispaa ya Kahama, Lazaro Mikael wakati wa mahafali ya 19 ya shule ya sekondari Rappers, ambapo ameeleza kuwa changamoto nyingi zinazowakumba vijana kwa sasa zinatokana na ukosefu wa elimu. Maisha bila elimu hayanogi. Kwa hiyo kama unataka kunogesha maisha ya mwanao mpe elimu, sio pesa. Atafanya biashara kwa uhuru, atakuwa mbunifu, atasonga mbele. Awali wakisoma risala kwa mgeni rasmi wa wahitimu wa shule ya sekondari Wapers wamesema wanakabiliwa na changamoto ya wazazi kutolipa ada mapema, ikiwa ni pamoja na kutozingatia taarifa za madeni na kusababisha wanafunzi kurudishwa nyumbani au kuchelewa kurudi shule kutoka likizo, hivyo kupelekea kurudisha nyuma taaluma shuleni. Pili, baadhi ya wazazi au walezi kutohudhuria vikao vya shule pale uongozi wa shule unapohitaji shuleni kwa ajili ya kuboresha taaluma na nidhamu ya shule pamoja na kujadili mikakati mbalimbali inayojitokeza ndani ya kipindi cha mwaka. Tatu, kuna uhaba wa kompyuta ambazo zina, zinaweza, kutu, zinaweza tumika kwa kila mwanafunzi kuwa na kompyuta yake mezani. Nne, baadhi ya wanafunzi wa kutwa kuwa na utoro wa rejareja reja. hivyo kukosa haki yao ya masomo kwa siku fika. Wa baadhi ya wahitimu wa kidato cha nne Wamesema ushawishi wa marafiki na kutokuwepo kwa vifaa vya masomo ya sayansi ni moja ya chanzo cha wanafunzi wengi kushindwa kusoma masomo hayo, hasa wasichana. Kwanza cha kwanza ni ushawishi wa marafiki. Kuna ile hali changamoto za maisha kwa kwa maisha, kwa mtu anaona baba yake labda ni masikini, anategemea sana anategemea maisha zao, yani ya ni oianana kuliko kufika mbali kimalengo. Kwa nini mwanangu usishie kuolewa tu? Kwa hiyo cha kwanza mimi naona ni ushawishi. Asante sana Mwamvita Mkondo kwa taarifa hiyo. Shirika la Africa First Investors Network, Afnet imezindua rasmi programu ya mtoko wa kuendeleza wachimbaji wadogo yenye lengo la kuwaunganisha na ujuzi wa soko la ajira kupitia tafiti na utaalam katika sekta ya uchimbaji, uchakataji, uchenjuaji, usafirishaji wa madini pamoja na uongezaji thamani kutoka mkoani Geita. Taarifa ya Joel Maduka inasomwa hapa studio na Veronica Gelves. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Geita, katibu wa Afnet Edmund Kaiza amesema mpango huo unatarajiwa kutoa mchango mkubwa katika kuendeleza sekta madini ambayo ni nguzo muhimu ya kukuza uchumi wa taifa kwa kushirikisha wananchi wote kikamilifu. Kuula tukio hili ni kuhusianisha ujuzi na soko la ajira kupitia tafiti na utaalamu mwarekezi hususan katika sekta ya uchimbaji uchakataji, uchenjuaji na uchuuzi wa madini pamoja na uongezaji thamani. Mtoko huu utaendeshwa nchi nzima, kila mkoa na mtajishaji media kwa kushirikiana na kampuni za wataalamu, wachimbaji wadogo na wananchi wa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 E, kuna watu wamejenga, wengine wamejenga, hiyo mikopo ya wazazi tunatoa. Aidha, baadhi ya wachimbaji wadogo walionufaika na mpango huo wamesema wana imani kuwa utachangia kuongeza tija katika shughuli zao, kwa kuwajengea uwezo, kuwapatia mbinu za kitaalamu na kuongeza usalama, pamoja na ufanisi katika kazi zao za kila siku. Sisi tunashukuru sana kwa mradi ambao serikali inatutendea tuna shukrani nyingi kwa serikali ambapo imeona kwamba wachimbaji wadogo tunapaswa kusimama wenyewe na kumiliki uchumi wetu katika nchi yetu wenyewe serikali yetu kuletea kikundi hiki cha memko kuja kutufundisha na kutuinua nashukuru sana serikali ya jamhuri ya muungano wa tanzania imetuletea vijana hawa kuja kutusaidia na kutuinua kiuchumi. Kuanzishwa kwa mpango huo ni matokeo ya kuhakikisha wachimbaji wanaepukana na uchimbaji wa zamani na kujikita kwenye uchimbaji wa kisasa. Asante sana Veronica kwa taarifa hiyo. Serikali na wadau wa sekta binafsi wameombwa kuongeza uwekezaji na msaada kwa vijana wabunifu vioni, ili kupunguza changamoto ya ajira na kuchochea ukuaji wa uchumi wa ubunifu. Ellen Manyangu ameandaa taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na mwanafunzi wa chuo cha usafirishaji NIT, Mohamed Chipokoso anayesoma shahada ya uhandisi wa umeme ambaye amebuni mfumo maalumu wa kiteknolojia unaodhibiti vifaa vya umeme majumbani kwa kutumia simu ya mkononi na kuelezea kuwa mfumo huo utaongeza usalama, utapunguza gharama za nishati na unaweza kufanya kazi hata ukiwa mbali na nyumbani. Kwenye chuo chetu tuna projekti mbalimbali, ikiwemo na projekti mojawapo ya projekti ambayo ambao unaweza ka control vifaa vya nyumbani vinavyotumia umeme kutumia wireless connection ukiwa sehemu yoyote ndani ya Tanzania, ijalishi uko kwenye district gani, lakini hiyo sehemu iwezekana tu kuwe na access ya mtandao, unaweza kutumia SMS na ikafika ika, ikawasha taa au ikazima kitu chochote, ama utatumia umeme utoa nyumbani. Hii project tuliifanya kwa sababu akuona kuna changamoto mbalimbali mbali, za kuna mtu anaweza kaa ametoka nyumbani ghafla kasahau kuzima taa, amefika ofisini au sehemu nyingine mbali na nyumbani akakumbuka sija sija zima taa nyumbani akatuma information itai, zime nyumbani tai kazima moja kwa moja. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha masoko kutoka kampuni ya NIT, Francis Moses amesema chuo hicho kimeanzisha kampuni mahususi kwa lengo la kujikita katika kutoa suluhisho mbalimbali kwenye sekta ya usafirishaji, hatua inayolenga kuendeleza bunifu zilizozalishwa na wanafunzi na kuzifikisha sokoni kwa manufaa ya jamii na maendeleo ya uchumi wa nchi. Sekta ya usafirishaji ni sekta mama na ni sekta ambayo inagusa karibia kila sekta zote ili ziweze kufanya vizuri. Hivyo basi a, sisi kama a, kampuni ya NIT imejikita zaidi kuweza kufanya tafiti za kutosha kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana mbali na usafirishaji, a, lakini pia kutoa ushauri obezi katika kusolve changamoto mbalimbali zinazohusiana na usafirishaji uh, kama tunavyoona juhudi ni kubwa sana za... Naye mwanafunzi wa ndoa Titus amesema wamekuwa wakibuni mifumo mbalimbali ikiwemo mfumo wa kutambua msongamano kwenye mabasi ya mwendo kasi ili kurahisisha huduma za usafirishaji, lakini ameainisha kuwa changamoto kubwa kwa wanafunzi nchini ni ukosefu wa mitaji na msaada wa kufundisha pamoja na msaada wa kiufundi hivyo kuhimiza vijana kuendelea kubuni bila kukata tamaa, huku akisisitiza serikali, taasisi za kifedha na wawekezaji kushirikiana katika kuyaendeleza mawazo hayo ili kuwanufaisha Watanzania na taifa kwa ujumla. Wito wangu mimi ni kuambia sekta binafsi pamoja na serikali, hasa kwa mfumo huu ni mzuri kwenda kutumika katika sekta ya usafirishaji. Yaani dati unaweza, unaweza kuwasaidia namna gani ya kupunguza msongamano kwenye vituo vya mwendokasi kwa, kwa wakati huo huo wa kutumia teknolojia ya akili mnemba yaani AI, hey, hey. Asante sana Ellen Manyangu kwa taarifa hiyo mkuu wa mkoa wa Singida Halima Ndendego amemwagiza mganga mkuu wa mkoa huo kuhakikisha anaweka mpango madhubuti kupata wakalimani ili wawasaidie wagonjwa wenye mahitaji hayo. Kwa undani wa taarifa hiyo, Amini Nyeungo kutoka Singida ana arifu zaidi. ameyasema hayo alipokuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa siku ya viziwi duniani iliyofanyika viwanja vya stendi ya zamani mkoani hapa. Ninaye mganga mkuu wa mkoa hapa, ninamwaagiza aende akaweke mpango madhubuti kwenye hospitali yetu ya rufaa Mandewa, hospitali zetu zote za kata, za nati, vituo vya afya, hospitali za wilaya, tuweke utaratibu wa namna bora ya kuwapata wakalimani tunapompata mwenzetu mwenye changamoto kama hii. Inawezekana tukiwatambua tukawa na simu zao, akitokea siku hiyo mgonjwa tunamwita on call, tunampa hela yake, amemwasilisha vizuri mgonjwa mgonjwa amepata dawa, amepata tiba, na hiyo ndio Tanzania. Tanzania oye! Kwa hiyo sitaki kuona eti mtu amebakwa hapati haki yake kwa sababu haieleweki anachoongea mtu anaumwa, ameshindwa kusikilizwa kwa sababu hakuna mkalimani wa kutafsiri nini anachoumwa. Haya yanawezekana. Baada ya maelekezo ya mkuu wa mkoa, mganga mkuu wa mkoa wa Singida Dr. Victorina Ludovic amekubali kuyafuata maelekezo hayo na hapa anazungumza. Nimeyapokea moja kwa moja maagizo ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa sababu ni kweli kuna changamoto katika eneo hili, kwa sababu hii taaluma ya ukalimali ilikuwa bado hatuja iweka kwenye nafasi za ajira katika hospitali zetu. Kwa hiyo bado kuna changamoto. Tunashukuru wenzetu tayari wameshaanza, kama tulivyoambiwa leo, Mbea tayari wameshaanza kuweka hizo ajira. Kwa hiyo tutajitahidi kuweka hata kwa kuanza kwa mikataba, lakini inapofika mwaka wa uandaji wa bajeti kama kwa ajili ya watumishi, tutahakikisha tunaweka nafasi hizi na hasa tutaanza na hospitali ya rufaa ya mkoa, lakini na hospitali za wilaya. Wakati huo huo, kaimu mwenyekiti wa viziwi Tanzania pamoja na risala yao imeeleza kile ambacho wanakihitaji. Uh, tunakumbuka mheshimiwa mgeni rasmi ameelezea masuala mengi kuhusiana na haki za viziwi na haki za watu wenye ulemavu, lakini ameahidi kuwa balozi wa viziwi lakini pia ameweza kuahidi kwamba atabeba jukumu ya yale yote ambayo tumemweleza uh, kutokana na shughuli ya leo, kama ambavyo tulimweleza kuhusiana na mkataba wa itifaki wa Afrika wa watu wenye ulemavu wa ADP, tulitegemea kwamba yeye uh, kama mheshimiwa mkuu wa mkoa awe balozi kuweza kufikisha ule waraka ambao tumempa, ili uh, walao haki zetu ziweze kutimizwa, walau tuweze kupata huo mkataba wa kimataifa wa kiafrika ADP hapa Tanzania uweze kuwa ratified uweze kupitishwa. Kwa hiyo tunaomba serikali ikae kwa kushirikiana pamoja na CHAVITA iweze kufanya tathmini na kuboresha huduma ya ukalimani kwa wakalimani ambao wanatoa huduma katika vyombo hivyo. Asante sana, mimi Nyaungo kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania Tawa imetoa elimu ya uhifadhi kwa wanafunzi wa shule za sekondari na msingi hatua itakayowasaidia kuwa mabalozi wazuri wa utunzaji wa mazingira kwa kizazi cha sasa na kijacho. Shukuru Materu ameandaa taarifa zaidi. Elimu hiyo imetolewa kwa wanafunzi kutoka shule tano za sekondari na msingi zilizopo katika mkoa wa Pwani na Morogoro, ambapo wanafunzi hao walipata fursa ya kutembelea pori la akiba Wami Mbiki. Ikiwa Tawa wamesema elimu waliyoitoa kwa wanafunzi hao itawasaidia kutambua umuhimu wa kuhifadhi, huku wakatoa rai rahi kwa jamii kutembelea vivutio vya utalii. Tumeunganika pamoja na wanafunzi kwa picha gani, ili tuweze kuwaambia kabisa na waweze kuona na tumewaleta katika hifadhi ya wanyamapori wanyama wa Mimbiki ili waweze kuona dhahiri uhifadhi unafanyikaje, ambapo uhifadhi ndo inaleta zao kubwa la utalii nchini. Tumeunganika nao tuweze kuwaonyesha kwamba sisi tulirihisishwa, na sisi pia tutawarihisisha na wao, na wenyewe wahakikishe kwamba wanatunza wanyama pori pamoja na mazingira yake waweze kurithisha kizazi kinachokuja tena, badala ya kuja kukuta kwamba wanyama wako kwenye picha kwenye documentary, lakini wawaone live. Tumeweza kutoa elimu uh, licha ya kuwatembelea watoto yatima, lakini tumeweza kutoa elimu kwa wanafunzi wa shule za sekondari pamoja na shule za msingi zinazopatikana halmashauri ya uh, uh, zinazopatikana wilaya ya Morogoro pamoja na wilaya ya Chalinze kwa maana halmashauri ya Chalinze. E, shule hizo ambazo tumeweza kufika nazo huku Pori la Akiba Wami Mbiki ni shule za e, zipatazo tano ambazo zina zinachukua wanafunzi takribani mia mbili na hamsini ambao kwa sasa hivi ninavyoongea tuko nao hapa Pori la Akiba Wami Mbiki kwa ajili ya kutalii, lakini pia kuwarisisha uh, kuwafunza nini maana ya uhifadhi na faida za uhifadhi nao baadhi ya wanafunzi waliotembelea pori hilo wameshukuru uongozi wa Tawa kwa kuwapatia elimu hiyo na kusema kuwa watakuwa mabalozi wazuri wa kutangaza utalii hapa nchini. Elimu hii ndogo tuliyopata, tunashukuru. Pia tutatangaza fursa na nafasi za utalii katika tuamiiki. Tunashukuru kila uongozi, walimu, taasisi pamoja na idara zote. Hata hivyo huko tunakoenda majumbani, mashuleni, tutaenda kuwasaidia na wenzetu hivyo hivyo kuwa wazalendo katika utalii na wajue jinsi gani utalii unasaidia hapa tulipo. Tupo eneo katika mbalo viboko wanakaa hapa, ni mto, kuna viboko, kuna mamba, maeneo tofauti tofauti, kuna sema kupata lunch. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari, mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika habari za kimataifa, rais Zelensky alaani shambulio la Urusi dhidi ya Ukraine.